Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Magic 52 na leo tutaenda kutizama jinsi ya kutengeneza simple website kwa kutumia app ya Chat GPT, ambao ni hiyo hapo app ya Chat GPT pamoja na code editor ambayo ni hiyo hapo Treble Edit. Ya tutatumia hayo mafaili hizo hizo app mbili kwa ajili ya kutengenezea a simple website. Tutaenda kuya kama huja download, utaenda Play Store hapo utaenda kuya download ya Play Store hiyo, utaingia kama hivyo, then utaanza kusearch moja moja app moja moja, utaanza maybe utasearch eh, treble edit treb edit baada taangalia hapo treb edit then badala ya kuisearch treb edit hiyo hapo. Hii mimi nimesha download, kwa mimi nita open kama nataka kuitumia. Uta download hapo. Pia unakuja kuangalia kama hauna chat gpt, unakuja kusearch chat gpt na pia itakuja kama hivyo, itaweza kuidownload download. mimi tayari nimesha download. Kwa hiyo badala ya kupata hayo mafaili, itabidi tuende sasa kuanza kutengeneza hiyo hiyo website. Tutatoka, tutakuja kuanza kuingia kwenye code editor kwa ajili ya kutengeneza folder na files. Tutaingia kwenye treble edit kama hapo. And then tubonyeza menu hapo. Then tutabonyeza kwenye text edit, itakuja kama hivyo. Then tutabonyeza huko juu kwenye folder huko, tutabonyeza folder huko. Haya, badala ya hapo, tutakuja kuanza new project, tuta open new project hapo, sema inaandikwa new project hapo. <laughs> tutabonyeza hapo, then tutaandika jina la project yetu utaandika jina lolote ambalo wewe mwenyewe unalipenda. Mimi ita, nye, niandike my website. Project yangu itaitwa my website kama hivyo, then itabidi ni save. Kwa hiyo nitakuja hapa chini kulipoandikwa save, nita save folder yangu kama hivyo, unaona. Then takuja kutengeneza files katika hii folder, nitakubonyeza hapo kwenye plus hiyo uitakuja kubonyeza new files hapo, then nitaandika jina la hilo files, maybe nitaandika index.html then nitakuja kusave, badala ya hapo, nitakuja sasa. Huu ndo ukumbe wa index.html. Nitatoka kama hivyo kuja kwenye ChatGPT ili nimwombe anitengenezee hiyo website, anipe code ili nipate kukopi nikapesti kule kwenye treble edit. Hapo nitaandika aina ya website ambayo mimi naitaka, utaandika yawe unavyotaka wewe. Kama hivyo, naandika hello, naomba unitengenezee. Nitamwambia hello, naomba unitengenezee website ndogo website ndogo ya kuoda chakula. Nataka nitengeneze website ya kuoda chakula kwa hiyo, nitamcommand hapa, nitengenezee website ya kuoda chakula na nitam, nitampa na maelekezo mengine kama yafuatayo. Nitamwambia iwe nzuri ya kuvutia na atumie uzoefu wake kuniwekea picha sehemu ambapo panahitaji picha. Kwa hiyo websaiti yetu kwenye sehemu ambapo patahitaji picha itaonekana hivyo, kama hivyo. Nitamwambia, naomba tengeneze website ndogo ya kuoda chakula, iwe nzuri na kuvutia, natumia na uzoefu wako kuniwekea na picha ili pendeze then baada ya kuandika, tutakuja katika hichi alama hapa kando yenye rangi nyeupe hapa hicho, kwa ajili ya kubonyeza hapo ili tupate kuendelea. Hapo tutabonyeza hapo ili ianze kuchakata. Tutasubiri atutengenezee codes za hii website ambayo tumemuomba. Eh, taona mona code ile ilivyotengeneza hizo, hiyo ni css hiyo ameweka mafaili yote katika faili moja la index.html, kuturahisishia kwa vile ndo tunaanza, inakuwa ni rahisi zaidi mtu kwa ambaye tunaanza. Kwa hiyo hizo ndo codes, nayo ni baadhi ya maelezo kwa ya jinsi hiyo website ilivyo. Umeona pengine vya tovuti ni kama hiyo, ukurasa wa nyumbani, maelezo, huduma, orodha kula, fomu ya kuagiza chakula, maeneo ya mawasiliano, na rangi kuu ambayo wakaitumia kwenye website yetu ni maroon. Kwa hiyo na hapo ni hilo file la index.html na hiyo ndo kodi zenyewe, kwa hiyo simple tu kabisa kama hivyo unavyoona, ila ni kukumbushe, usisahau kusubscribe hapo, then tutakuja kukopi copy, itabidi tukopi hizi kodi copy the code then turudi kule kwenye treble edit ili tukaweze kuzipesti. Tutaingia kule kwenye faili letu la index.html, takwenda kule tutaingia kama hivyo kwenye text edit hapo, unaona tuko kwenye faili la index.html, ili hapa faili letu, tubonyeza hapo ibonyeza hapo, umeshaingia kwayo, inabidi tuje tu kwaje, meanza tena upya upyak. okay. umerudi nyuma kwao, tutakuja hapa kama kawaida kwenye fail la index.html, hapo taingia, then tutabidi tupesti zile kod, tutazipesti hapa, tutapesti zile kod kama hivyo unavyoona hapo then kinachofuata hapa, kama unataka kubadilisha kitu chochote, una uwezo wa kubadilisha. Kimfano mimi hapa nibadilishe namba ya simu hiyo, nitaweka ya kwangu, nitabadilisha hapo, nitafuta hii, then nitaweka namba ya kwangu. Tuone, nitaweka namba ya kwangu hapo, kama unavyoona Kwao unaweza kubadilisha kitu cha aina yoyote kile unachotaka kuona ubadilishe, unabadilisha. Kwa hiyo badala ya kubadilisha, itabidi tu run kodi zetu ili tuone website yetu ilivyo, muundo wa website yetu aliyotutengenezea. takuja huku juu kwenye hichi kialama ndio cha kurani ya kodi. hapo ukibonyeza hapo tu itaanza kurani, kwa hiyo, tutabonyeza hapa. kama unavyoona hiyo hapo, wao naona. <coughs> Unaona jinsi website yetu ilivyokuwa inapendeza simple kabisa, natengeneza website simple kabisa. Kama unavyoona jinsi website ilivyo, ina sehemu ya menu <coughs> ya chakula, kuna sehemu ya kuagiza chakula, naika taarifa zako, natuma oda yako sehemu ya mawasiliano, mbona nimebadilisha namba imekuja ya kwangu. Hiyo hapo chini mwisho ishirini na saba. Kwa hiyo chochote kile, unaona jinsi ya mwonekano hapo, karibu tupate ladha halisi, karibu upate ladha halisi menyu. Ila kwenye sehemu ya menyu hajaniwekea picha, ila nikitaka kumwambia niwekee naye pia namwambia, sehemu fulani kuna tatizo hili, ananiwekea. Kwa hiyo ni simple kabisa kutengeneza website Mfano sasa, nataka kuoda chakula. Nitakuja kujaza taarifa hapa, nitaweka jina langu, nitaandika maybe Magic 52. Inabidi niandike na namba yangu ya simu, hapa nitaandika kama ifuatayo. Baada ya hapo, nitakuja kuchagua chakula. Kama hapo nitachagua, nitabonyeza kitufe kule pembeni. Hichi hapa hichi. Then nitakuja kama hivi. Nitachagua chakula. Chagua. Kama kuna maelezo ya ziada utaandika wewe mwenyewe, unataka kuandika nini kuhusu oda yako aliyoituma. Mimi mimi niandike niletee haraka, maana nina njaa sana, nitamwambia hiyo. Kwa hiyo yeye akiingia kule ataona mimi maelezo yangu, tutakuja kutuma oda yetu, sema asante kwa kuagiza, tutakuletea haraka. Kwa hiyo ndo kama hivyo unavyoona, kwaheri na